Kato. Hii nyumba ni nyumba ya sahaba aliyekuwa anaitwa Saad ibn Khaithama katika Bani Sulam katika Aus, ni katika, musha, ni katika masahaba ambao wamefia batil radiyallahu anhu. Hapa ndipo ilipokuwa nyumba, sehemu kubwa ya masahaba waliohama kutoka Maka kuja Madina waliokuwa hawana pa kuishi, aliwapa nyumba ya kuishi hapa Angalia wenzetu walivyotoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, wametoa nyumba zao, sawa, mali zao kwa ajili ya kuutumikia Uislamu, kuwalinda na kuwahifadhi ndugu zao katika imani. Hapa tunapata fundisho gani? Kwamba wanapotokea watu wanaokwenda kufanya kazi ya Allah, lazima tuangalie makazi yao, wanakaa wapi, wanalala. Sasa huyu sahaba anaitwa nani? Saad mtoto wa Khaithama Radiyallahu anhu. Kwa hiyo haithama ni jina ambalo mtoto wa kiume anapewa na akipewa mtoto wa kike sio vibaya. Kwa hiyo hapa ndipo alipokuwepo nyumba ya huyu nani Hay. nani anaitwa nani? Saad mtoto wa Haithama radiyallahu anhu. Hivi sasa tunakwenda pahala ambapo